Pale tumeonapo rais wa jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, nyuma yake huwa amesimama afisa wa jeshi la kitengo fulani nchini Kenya. Wengi mngependa kuyafahamu jukumu lake ni lipi akiwa nyuma yake rais. Hata pale rais anapokuwa na kazi dogo sana, uweza kumweka msaidizi wake katika uangalizi mkubwa mno. Afisa huyu huwa amevalia gwanda au vazi la kijeshi au komati, yani kihitifaki hutambuliwa kama ADC, yani, edekamu. Kwa Kiswahili hujulikana kama msaidizi wa kambi. Neno hili limetoka katika mazingira ya kijeshi, kwa kuwa nchi karibu zote zimetokana na vita. ADC ni cheo cha heshima na hutunukiwa msaidizi mkuu wa kiongozi wa juu nchini kama rais, malkia au mfalme. Ni kidokezia kidogo tu. Wengi mmewasikia na kuwafahamu walinzi wake. Raila Amolo Odinga huwa wana mafunzo ya juu zaidi na ni wataalamu waliohitimu. Raila Odinga amekuwa akiwaajiri walinzi wa kigeni kutoka kule Israeli ili kuimarisha usalama wake. Mbali na hilo mlinzi wake anayedaiwa kuaminiwa zaidi na ana mafunzo ya juu zaidi kuliko wanajeshi. Mlinzi huyu alipitia mafunzo ya miaka kumi na tisa. Miaka tisa alipata mafunzo huko Israel, na miaka kumi alipata mafunzo kule Urusi, yaani Russia. Kutokana na mafunzo yake makali na yenye kushangaza, kwa kuwa ana uwezo wa kunuza vilipuzi kwa umbali sana hata hivyo hiyo ilikuwa tu vidokezi. Bila kupoteza muda zaidi, hebu tuendelee na mada yetu ya leo kumhusu msaidizi wake rais na majukumu yake. Toka hapa Karume Media, ni msimuliaji wako Abeid Shafi. Gonga kitufe hicho ili kujiandikisha upate habari motomoto. Shukrani. Msaidizi wake Rais William Ruto anayefahamika kama Kanal Fabian Lengu zurenga alimrithi msaidizi wa awali anayefahamika kama timot lekolula mwanajeshi huyu alijiunga na jeshi mnamo mwaka 1999 pia amewahi kuwa kamanda mkuu wa tawi la kikosi maalum cha aid de camp ni askari wa ajabu kwa sifa zake lakini sio afisa wa usalama jukumu lake ni kuwa msaidizi wa rais ila limeeleweka vibaya kwa miaka mingi kwani baadhi ya wa Wakenya wanamtaja kama mlinzi. Usichokijua kuwa nafasi ya kumlinda rais haipatikani kirahisi rahisi tu, ila upewa kwa wanajeshi bora pekee waliofuzu. Leo nitakufahamisha jinsi ya kufuzu na kuwa ADC wa rais, pia nitakufahamisha majukumu ya ADC yani aide de comte kama mlinzi binafsi wa rais, ambaye watu wengi hawamjui. Sasa, kabla sijaanza, na ikiwa hukujua ni ruhusu niseme hivi: jukumu kuu la msaidizi wa kambi kwa rais, moja, ni kuwa msaidizi mkuu wa kazi za kila siku ya kiofisi ya rais, ila sio pande ya usalama pekee. Baadhi yenu mnaweza kufikiria kuwa yeye ni wa pekee na mwenye nguvu kuliko wanajeshi wote walio mamlakani. Sio kweli, ila alikuwa bora zaidi katika jeshi na inaashiria kuwa yeye ni wa juu zaidi, na pia mtaalamu na amefunzwa na ni mtu aliyestadi na ana mbinu ambazo wengine hawana. Aide de camp hufunzwa mtu ambaye amekula kiapo na yupo tayari kwa chochote kile kitakachotokea, na yupo tayari kufa kwa ajili ya rais wake, akimtilia ulinzi iliyostawi, na wala hawezi kumkimbia rais wakati wa taharuki. Hoja yangu hapa nasema kuwa aide de camp ndiye mlinzi rasmi wa rais, na ana uwezo fulani ambaye anaweza kuzuia aina yoyote ya tishio kwa mkuu wa nchi. Aide de camp ni neno lililokopwa kutoka lugha ya Kifaransa. Maana yake halisi ni msaidizi katika kambi ya kijeshi. Hapa tumesema ni msaidizi mkuu, yani VVIP. Mara nyingi mkuu wa ADC, yani de comte, sio sehemu ya wale wanaomlinda rais, bali ni msaidizi wa kibinafsi wa mkuu wa nchi na amekusudiwa kutoa heshima na heshima kwa urais. Rais ana uhuru wa kumchagua yule amtakaye awe adecomte wake. Ili uwe ADC nchini Kenya, lazima uwe mwanachama wa jeshi la ulinzi la Kenya majukumu ya adecomte ni pamoja na kusimama shajara ya rais na kuwasiliana na timu yake kuu juu ya usalama. Vilevile vile marais wa kigeni wanapotembea Kenya, KDF yaani Kenya Defence Forces inapendekeza wahudumu ambao wangehudumu kama adecomte kwa viongozi hao. Mkenya adecomte angefanya kazi kwa heshima na wakuu wa timu ya kijeshi ya nchi waliotembelea. KDF lazima iwe macho kwa kila hatua kuulinda na kuhakikisha rais yuko vizuri wakati huo wa kusimama au kuketi. Jukumu la ADC mara nyingi ni la sherehe ili kuupa urais heshima na heshima. Kwa kawaida humfuata rais kila anapotoka nje kwa majukumu rasmi. Yeye inatakiwa kumsindikiza rais kutoka nje ya ikulu hadi kwenye gari huku akisubiri kufungua mlango kisha kusimama kwa tahadhari, rais uketi kwenye kiti cha nyuma, kisha aide-de-camp anafunga mlango wa gari na kuchukua kiti cha mbele cha abiria. Yeye hubeba vitu vya kibinafsi vya rais kama vile simu za rununu na hotuba. Pia hupokea zawadi na vitu vingine kwa niaba yake. Rais najua watu wengi hawakujua haya. ADC lazima adumishe na kupata lishe bora ili kimwili ipate kustahimili saa nyingi za kusimama na kutembea. ADC huonekana zaidi wakati wa hafla za umma. Adecomte hustaafu kwa mara tu rais anapopumzika. Adecomte hufanya kazi kwa karibu sana na kamanda wa kitengo cha kusindikiza rais. Pili, huandaa kalenda na ratiba za safari ya rais atakapohudhuria. Tatu, huandaa maswala yote ya kiitifaki ya rais. Nne, hupokea wageni wa rais. Tano, kupokea zawadi mbalimbali mbali, kama ngao, mikuki na kadhalika, ambayo hupewa akiwa ziarani. Rais kumbebea rais mkoba wake au begi sambamba na dayari pamoja na peni. Huwaongoza na kuwaelekeza staf wengine pia hufanya kazi mbalimbali mbali kwa mujibu wa mwongozo wa dawati la urais. Vile vile usimamia emails sambamba na kuandaa na kupitia mawasiliano yote ya kiofisi ya rais. Pia husaidia kuandaa safari, kusalimia wageni, mabalozi pia na kusoma ramani. Natumai umejifunza mengi kuhusiana na haya na kuyafahamu jukumu la ADC yaani, adecamte. Ni msimuliaji wako Abeid Shafi. Gonga kitufe hicho ili kujiandikisha upate habari motomoto toka Karume Media.